Nashukuru tu kwa maji tuliyoongea, yamekuja. Changamoto nyingi sana, tunaenda usiku saa saba kuchota maji na wanafunzi. Mara ingine mna situa sijui pengine manini anakimbia, mnaanza kukimbia, mnaanguka chini, mnaamka tena. Watoto wetu wanachelewa mara ngine kwenda shuleni kwa ajili ya maji. Kweli tuliongea, yakatufikia, ile maji imekuja na kila kitu tunaona sasa hivi wanatuchangamkia. Tunawashukuru sana, tunashukuru mkuu wa wilaya, tunamshukuru na, mku, na mkurugenzi, tunawashukuru na wageni wote waliotufikia. Tunasema asante, tunajua kwamba ambayo bado yatatekeleza tu, yanatusaidia kila siku. Kwa maana sasa hivi tun, uh, tunahangaika tulikuwa tunahangaika hata pa kunyosha ndama ng'ombe, lakini sahizi tunanyosha vizuri tunaona yanatusaidia sana. kwa majina anaitwa Sayuni Isaya ya Ngeke. Changamoto tulikuwa tunapitia hapa ni changamoto ya maji. Kipindi ambayo hatuna maji, wamama walikuwa naangaika sana, walikuwa wanaenda kilomita saba kwenda kuchukua maji, wanaenda usiku, wanakuja yani wengine wanakuja hadi asubuhi, wanakuta wengine asubuhi ndo wanaenda. Ilikuwa ni changamoto hiyo kubwa sana ya maji na ilikuwa changamoto hiyo walipo, walipotuletea saizi maji haya, naona saizi wa wamama angalau saizi wamepunguza amepunguza changamoto. Tuliahidi, tumetekeleza, na tulichokifanya ni wajibu wetu, hatujafanya kwa kuwa ni hisani. Hapana, huo ni wajibu wa serikali, na kwa wakati wote chini ya uongozi wa mheshimiwa mkuu wa wilaya tutaendelea kuhakikisha tunatekeleza wajibu ambao sheria zinatutaka kufanya hivyo, lakini hata maelekezo ya mheshimiwa rais yanatutaka kufanya hivyo. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa wilaya ameyasema mengi ya msingi. La kwangu mimi kama mkurugenzi ni kuendelea kuhakikisha kwamba tunatatua kero zenu kwa wakati, lakini kuendelea kuhakikisha kwamba huduma zote za kiuchumi na kijamii zinawafikia kwa wakati. Lengo ni kuhakikisha kwamba hata maisha yenu yanaboreshwa kwa huduma ambazo tutazisogeza karibu yenu kwa wananchi wa kata ya Rujewa Mogelo au eneo lolote lile la wilaya yetu ya Mbarali. Sasawa, eh? Wananchi walio huku wote ni binadamu na wana haki sawa. Sasawa, eh? Kwa hiyo, tuendelee kuwa na subira, tutaendelea kuzitatua changamoto moja baada ya nyingine. Baada ya kumaliza kituo hiki chanzo cha maji, sasa tutakwenda kwenye eneo la la kunyweshea mifugo eh, ambako pale tutakwenda kuchimba kisima. Hatua zake zimefika mwishoni, wapo kwenye hatua ya kusaini mkataba na maelekezo ni ndani ya siku moja taratibu ziwe zimekamilika, ili baada ya hapo tuanze kuchimba kisima na maji yapatikane upande wa mifugo. Sawasawa, eh? Kwa hiyo tuendelee kuwa na subira na kila kitu kitakaa